angu nimekuwa death row. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba. Kwa hiyo anapumzika mazoezi, lakini from Monday to Friday natembea around hizo block nne za death row. Ziko nne. Sasa, hilo eneo nalotembelea mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu, ni mifereji ya kupitisha maji machafu, na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wana, wanafua nguo na wanapata wakitoka wakitolewa, asubuhi ndiko wanakopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa. Asante, watu wasiojulikana, nafanya mazoezi, natembea kila siku na siku zote na, nina hii fia kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje, kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi, na sheria inasema waruhusiwe. Sasa, mheshimiwa Nimesema, nimesema kwamba kanuni zinasema wafungwa walioko kwenye death row wasichanganywe na wafungwa wengine. Sheria ya magereza inasemaje? Prisons Act sura ya 58, naomba uangalie kifungu cha 72 cha sheria hiyo, mheshimiwa.

they have failed. Sasa, mheshimiwa, mawakili wangu wameniambia, nakuja sasa kwenye mahakama. Mawakili wangu wameniambia kwamba wameraise maswala haya mbele yako, wameraise huu ukiukaji wa haki za mfungwa aliyeko mahabusu, they have drawn your attention to this to these unlawful treatment of a remand prisoner. Na wamenieleza jibu walilopewa ni kwamba mahakama haiingilii mambo ya magereza. Sasa mheshimiwa huo msimamo, huo msimamo kama ni wa kweli, kama ni kweli ume, umesema hivyo mheshimiwa, huo msimamo uko nje ya misingi ya sheria ya nchi hii, uko completely out of step with the law. Mheshimiwa, wewe ni justice, visiting justice wewe ni, ni, ni wale wanaotembelea magereza. Hii sheria inasema kifungu cha arobaini na nane, takitafuta mheshimiwa, usichoke.

Sababu wewe ni hakimu. You are a judicial officer. Kama judicial officer, wajibu wako hauishi unapohukumu mtu, wajibu wako unaendelea kumsimamia huyo uliyemhukumu, au wale ulioamuru waende magereza, waende mahabusu. you continue to supervise Their treatment while in prison. Twende kwenye ngoja nikupeleke kwenye kanuni za Mandela. Principle four of the Mandela principles inasema any form of detention or imprisonment

iwe na effective control over prisoners and detainees. Kwa so wajibu wako hauishi unaposema mpeleke mahabusu. Wajibu wako unaendelea. Ndio maana huwa unatembelea magereza mheshimiwa. Na nimeambiwa siku za karibuni ulikuwa magereza as a visiting justice. Nimeambiwa nafuatilia mambo haya. Kwa hiyo mheshimiwa, msimamo sahihi wa kisheria ni kwamba ni mahakama hii ndio inayopaswa isimamie utekelezaji wa haki za wafungwa wakiwa Ukonga Central Prison au wakiwa mahali pengine popote, ni mahakama hii, sio bwana jela. na nimewaambia mawakili wangu yote hayo, they tried valiantly, they fought hard, they have failed. Kwa hiyo mheshimiwa, naomba nisikuchukulie yako mengi mengine, tutakutana nayo kama tutaenda high court. Tutakutana nayo lakini kwa haya ambayo nimeyasema mawakili wangu nawashukuru you fought bravely you fought professionally you did, you did your duty and you did it well it is time to step aside and let me do what i must do It is time to let me do what I must do. It is my case again, Mheshimiwa, from now on mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza Mheshimiwa.